Mtazamaji wetu wa Juza TV, na leo tuko hapa mkoani Tanga, sehemu mji wa Korogwe. Tumekuja kuonana na kijana mwenzetu, ndugu yetu, rafiki yetu ambaye amesaidiwa na mradi wa Juza wa kusaidia vijana kutoka katika mazingira ya matumizi ya dawa za kulevya, na leo yuko katika maisha yake mengine tofauti na kule alipokuwa mara ya kwanza, kwa msaada wa Juza West Speakers. Karibu sana, na atajitambulisha yeye mwenyewe, na atasema yeye ni nani na anajisikiaje kwa sasa. Mimi naitwa Matokeo Juliasi ni mkazi wa Tanga, lakini mimi nilikuwa nimepigika kimadawa, kuleesha, nilikuwa ni mteja, nilikuwa sina hisia yoyote katika kimadawa, hata mwanamke kinala kifuani simtaki, sio, madawa yamenitawala. Lakini mwisho wa siku nilipokutana na Juza nikaenda nikapelekwa soba au kwamba, mara kwanza nilikataa kwenda soba, lakini ni mara pili nikakaa na mna nyuma ya mjomba kitabu, nikiwa Juza nikaambia bwana natakiwa kwenda soba, nikaenda soba kweli. Hisia ikae nakuja kuja ufahamu ikae na kuja, hata hisia pia ilikuwa na kuja, lakini wakati mteja nilikuwa sina hisia, hata mwanamke kinele kifua mimi na kuwa sina hisia naye nice. sio lakini mwisho wa siku hisia ikaja, nikakumbuka familia nikakumbuka mali zilizopoteza, na nikaambia bwana usikumbuke mali sasa hivi, nataka ukumbuke vitu vitu vingine vinapatikana kweli nilivyokaa nikakaa nikastiki mpaka mjomba kutupitia nyuma kupitia Juza kupitia nyuma ya mjomba nikaja nikatolewa soba, nikaa na maisha mdogo mdogo, kambe mjomba anataka niende nyumbani. Nikaondoka nikaja nyumbani, mwisho wa siku nikaja nikaaminika, mali za watu nikanalinda. Na mimi ninawashauri vijana kwamba kujuza, kuacha madawa inawezekana. Uh, unaonaje kipindi cha mara ya kwanza ukiwa unatumia dawa za kulevya na sasa hivi maisha yako yakoje? Sasa hivi nina maisha mazuri, kwa sababu nilikuwa siaminiki, hata chumba nilikuwa sitaki, nilikuwa nalia box mimi, mradi nipate unga lakini sasa hivi mbali nipate unga lakini sasa hivi chumba ninacho familia nayo na wazazi wangu wote wananiangalia mimi sasa hivi kwa kweli namshukuru Mungu na shukuru na najuza na unaishauri vipi Juza kwa kusaidia vijana kama hivi isaidie vijana kwa sababu unafuu inapatikana na nakusunta na vidole pia na ninakuwa jamii pia na kukubali sio na kazi unapata ikiwa umestiki madawa unatoa neno gani kwa Juza nashukuru Mungu awajalie Mungu awajalie Juza hawa Juza hapa waendelee na msaada huu kwa msaada huu kwa vijana waliopotea. Kwa sasa unajishughulisha na nini hapa Tanga? Mimi ni mlinzi na nimeaminika kwenye maduka ya watu, lakini kipindikia mteja nisingeaminika katika majuko. Wewe ni mlinzi na naaminika kwenye maduka ya Tigo Pesa kila kitu. Naaminika napokea magazeti ya dawa watu wanasoma, lakini kipindikia mteja alikuwa siaminiki, sio kwa sema huyo mpe magazeti atauza huyo. Naona umevaa kisheshe sasa hivi. Eh, sasa hivi Bilali wa msikiti huko Korogwe, ni Bilali wa msikiti ni msomaa zana maarufu. Na bwana mtu kutoka kwenye uteja mpaka kufika kuwa msomaazana yani, mwazini wa msikiti ni hatari sana. Shukrani sana kwa Juza, waendelee na moyo huo huo wa kusaidia vijana. Umeona mtu aliyekuwa teja leo hii anafanya mambo muhimu katika jamii, wanamkubali wa wanajamii, wanamkubali wa waislamu wenzetu. Umeona amepewa namna, amepewa nafasi ya kuwazini katika msikiti. Kwa kweli Mwenyezi Mungu hamtupi mja wake. Juza, pambaneni vijana wanataji sana sapoti yenu.